Tuanzie huko nchini DRC ambako wabunge nchini humo wamepiga kura hapo jana kuidhinisha kumfungulia mashtaka Waziri wa Sheria Constant Mutamba kwa tuhuma za ubadhirifu wa mali ya umma. Mwanasheria mkuu wa mahakama ya juu Firmin Mvonde, Juni 9, aliiomba Bunge kumshtaki Waziri wa Sheria wa DRC Constant Mutamba. Fredy Tendilongwe anatufafanulia zaidi. Wabunge walifanya uamuzi wao katika kikao cha kipekee kisichohudhuriwa kwa wabunge 363 waliopiga kura, 329 walipiga kura ya kuunga mkono kumfungulia mashtaka waziri wa sheria Constant Mutamba. Kibali hicho hufungua njia ya kesi yake kusikilizwa kwa siku zijazo. Waziri anayetuhumiwa anatarajiwa kujiuzulu mapema wiki hii kama inavyotakiwa na sheria. Constant Mutamba, mwenye umri wa miaka anatuhumiwa kwa ubadilifu wa dola milioni 19 kwa kampuni binafsi kama sehemu ya kandarasi kwa ujenzi wa gereza huko jimboni Kisangani. Mkataba wa thamani za dola milioni 29, ambao ni kama asilimia 95 ulikuwa umelipwa licha ya sheria ya ununuzi wa umma unaweka ukomo wa malipo ya sehemu ya kwanza kwa asilimia 30 tu. Mkataba huo haukuwa umeidhinishwa na waziri mkuu, wabunge na sha mashtaka mkuu anahisi kuwa kiasi hiki cha fedha kingeweza kubadilishwa, ingawa kitengo cha kitaifa cha ujasusi akingezuia akaunti ya walengwa kwa wakati na kutoa taarifa. Kampuni linalozungumziwa linaelezewa kama kampuni hewa bila ofisi linalojulikana, halina wafanyakazi na hata utaalamu mdogo.